Utakapochaguliwa kufanya kazi kwenye Daywaka utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako. Baada ya kupokea notification, fungua app ya Daywaka kwenye menu ya chini, ingia kwenye sehemu ya jobs. Ndani ya jobs, gusa sehemu ya applied jobs. Hapa ndipo utaona kazi zote ulizoomba na utaweza kuona ile ambayo umekubaliwa kufanya. Chagua kazi hiyo ili kufungua maelezo yake kamili. Hapa utaona tarehe, muda, eneo la kazi na maelekezo mengine muhimu kutoka kwa mwajiri. Ikiwa kuna jambo unahitaji kufahamu zaidi, unaweza kumpigia mwajiri moja kwa moja kupitia button inayosema call the employer. Tumia taarifa zote hizi kujipanga vizuri kabla ya siku ya kazi, kama kupanga usafiri au kuandaa vifaa vinavyohitajika. Siku ya kazi ikifika, hakikisha unafika eneo lililoonyeshwa na unawasiliana na mwajiri ukishafika. Ukimaliza kazi, thibitisha ndani ya app kuwa kazi imekamilika. Baada ya hapo utaweza kutoa rating kuhusu uzoefu wako. Na hivyo ndivyo unavyofuatilia hatua zako baada ya kuajiriwa kwenye Daywaka. Endelea kutumia Daywaka kupata kazi zaidi kwa urahisi.